wa jeshi la polisi nchini akisema jambo kwako, kwa unalichukuliaje, kwamba ni taarifa au sio taarifa? Mama, sema hujasikia taarifa kutoka kwangu kuhusiana na mtu uliyemtaja. Kwa kifupi sana, na sitarajii kubishana eh, ndio maana nilikupa fursa ukaongea eh. Kwa kifupi sana, taarifa iliyotolewa ilikuwa na maelezo mazuri ye mwenye mwendelezo wa hicho nachokisema, na maana nakumbuka taarifa ile ilimalizia kwa kusema taarifa ile inafanywa kazi, inafuatiliwa kwa karibu, na kwa sababu hiyo ninaamini zitaendelea kutolewa taarifa, na kama ilitolewa na msemaji wa jeshi na sisi ni taasisi, sasa sidhani kama ungependa ukisikia msemaji wa jeshi amezungumzia jambo moja lile lile, ukapenda tena na mimi nilizungumzie lakini mwisho utataka na OCD naye alizungumzie, utataka na polisi kata alizungumzie. Kwa mfumo wa jeshi, jeshi kama taasisi lina mfumo wa kutoa taarifa, na ile taarifa ichukuliwe ni taarifa, na zitakapopatikana taarifa zingine, zitatolewa kwa mfumo ule ule.